Mtazamaji, tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imemteua Moses Ledama Sunkuli kama kaimu afisa mkuu wa tume hiyo kwa muda wa miezi sita. Ledama Sunkuli mwenye tajriba ya miaka kumi na miwili kwenye masuala ya uchaguzi anachukua mahala pake Marjan Hussein Marjan ambaye aliondoka siku mbili zilizopita. Mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Ethekon amesema kuwa Sunkuli atashikilia wadhifa huo hadi pale afisa mkuu atakapoteuliwa kikamilifu. Na kama anavyoarifu mwenzetu Seth Lali ni kwamba uteuzi wa Sunkuli ni mojawapo mabadiliko yanayofanywa IEBC huku mchakato wa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukishika kasi. Siku mbili baada ya Marjan Hussein Marjan kuvua kofia la afisa mkuu wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, tume hiyo imeanzisha mchakato wa kumteua afisa mkuu mpya kwa kumpa kazi, japo kwa ukaimu, Moses Ledama Sunkuli. Kabla ya kuteuliwa, Ledama alikuwa ameshikilia wadhifa wa mkurugenzi wa masuala ya uchaguzi katika tume hiyo ya uchaguzi. Ledama alijiunga na tume hiyo mwaka wa 2009 ambapo alikuwa akifanya kazi ya meneja wa uchaguzi katika maeneo bunge. Vilevile vile, ni mkurugenzi wa maswala ya usajili wa wapiga kura na alikuwa katika mstari wa mbele kuandaa chaguzi ndogo zilizofanyika mwezi Novemba mwaka uliopita wa 2025 ni mzoefu katika maswala ya hamasa kwa wapiga kura, usajili wa wapiga kura na usimamizi wa uchaguzi wa wa. Kwenye taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa tume ya IEBC, Ledama Sunkuli pia atakuwa na jukumu la katibu kwenye bodi ya tume hiyo. Ledama Sunkuli ambaye amesifiwa kutokana na tajriba yake ya miaka 12 katika masuala ya uchaguzi katika tume hiyo atashikilia wadhifa wa kaimu afisa mkuu kwa muda wa miezi sita au hadi pale nafasi hiyo itakapojazwa kikamilifu. Moses Ledama Sunkuli ana shahada ya uzamili kwenye masuala ya usimamizi na shahada ya elimu shahada ya elimu uchumi kutoka chuo kikuu cha Moi na stashahada shahada ya usimamizi wa biashara kutoka chuo cha Kenya Institute of Management. Afisa huyo wa IEBC vilevile ana stashahada ya usimamizi bora wa demokrasia kutoka chuo kikuu cha Afrika Kusini na vilevile amehitimu katika mafunzo ya uongozi katika chuo cha serikali KSG. So nice. Mwenyekiti wa tume ya IEBC Erastus Edung Ethekon aliashiria mabadiliko kwenye usimamizi wa tume hiyo yanalenga kuboresha maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. so Sure um, kulingana na sheria, kaimu afisa mkuu Moses Ledama Sunkuli ana mamlaka ya kuendeleza shughuli zote zinazotokana na wadhifa wa afisa mkuu, zikiwemo kuajiri na kuachisha kazi wafanyikazi wa, wa tume hiyo kwa ushirikiano wa bodi inayojumuisha makamishna. Kuteuliwa kwake ni hatua ya kwanza ya mchakato wa kudhibiti mpito baada ya Marjan Hussein Marjan kuondoka. Seth Olale, runinga ya Citizen.